mitihani ni mwanzo wa kheri jambo bora kwenye dini ni kufuata akida na kuijua akida yako na kuifuata akida ni kumfahamu Allah subhanahu wataala na kufahamu maisha ya dunia na maisha ya akhera ili wewe ujijue cheo chako kwa ukweli unavyotakikana ujue ubinadamu wako na mambo uliyoambiwa ulioamrishwa uliofunzwa. Na huyu insan huyu binadamu ameumbwa kwa ajili ya pepo, hajaumbwa kwa ajili ya dunia, lakini kaletwa duniani kuitafuta pepo yake na kuitafuta akhira yake. Na hapa duniani hajaletwa hivi basi, lakini kaletewa namna ya kuishi kafundishwa, kaletewa manhaj ambayo aifuate. Kuna aqida iliyokuwa sahih ambayo aifuate binadamu huyu, ili awe binadamu. Ameletwa duniani ili apitie mitihani afuzu, na apate alivyoandaliwa na Mola wake kesho akhera la kwanza ni amjue Mola wake, amfahamu, na ajue ni yapi aliyoamrishwa na yapi aliyokatazwa, aifahamu manhaji rabbania inavyotakikana, sio anavyotaka yeye, na kufahamu yeye aliposema Allah subhanahu wa taala, namuingia kwenye uislamu kafa wazima, sio nusu, sio robo, wala sio three quarter, na ajikurubishe kwa Mola wake zaidi kwa kila dakika anayoishi kwenye hii dunia, sio tu kwa masaa maalumu au masiku maalumu au miezi maalumu, afuate ya sawa na wakati mwingine afanye anavyotaka. Basi kwa yule anayefahamu kuwa maisha ya dunia ndiyo hayo, basi ataishi kwa kuitengeneza akhera yake na mitihani atakayopitia hatoiona ni mizito wala hatokasirika wala kulalamika, maana atafahamu kuwa manhaji hii rabbania ilimwambia kuwa utajaribiwa. Kama vile leo yuko duniani anakubali mwenyewe kujaribiwa, maana anajipeleka kwenye majaribio ya kila aina. Lakini anapojaribiwa na Mola wake ikawa ni vituko na hasira na kunungunika na kulalamika hafura hii zina za dunia zilizokuwa za haramu, sababu kaifahamu manhaj na aqida yake. Hajionyeshi kuwa ana vitu wala alivyo navyo akaringa navyo na kuvionyesha kama ni kwa uhodari wake, lakini anakumbuka kuwa ni kwa neema zake na rehma zake na mapenzi yake Allah subhanahu wataala, wala hasikitiki kwa alivyovikosa ikiwa ni pesa hana, ikiwa ni watoto hana, ikiwa ni chochote hana, mradi ana uhai, mradi ana afya, mradi ana akili, anajua ataweza kuishi basi kufuata amri za mola wake bil kamil na kuacha aliyokatazwa bilkamil, ili asikose yale mema ya huko mbele aliyoandaliwa ambayo hayana mwisho. Anaifahamu dunia vizuri sana fuwa, ni ayyam ma'dudat, ni siku maalumu maalumu, ni miaka maalumu maalumu. Maana anatizama katika hii dunia waliokuwa wako wapi, anatizama kwenye hii dunia waliokuwa navyo wameviacha, hakuna aliyechukua chake, lakini kwa yale aliyoyatumikia, kila mmoja aliondoka, ameondoka nayo. Kwa hivyo binadamu huyu, insan huyu akawa aqida yake ni aqida iliyokuwa na nguvu na manhaj rabbania ikawa imemshughulisha. Hufahamu dunia ni nyumba ya mitihani ya kupita, na huyakubali hayo mitihani na kufuzu kwa kupata ridha za Allah subhanahu wa ta'ala, na pepo alizoandaliwa Allah subhanahu wa ta'ala. Katuahid, katuahid kuwa tukifuata njia ya sirat mwisho njia hiyo unasimama mbele ya mlango wa pepo. Huu ndio ukweli wa Uislamu. Uislamu haudanganyi, Uislamu hauna maslah, Uislamu hauna kupendelea. Ni haki tu inayopatikana kwenye Uislamu, ni raha, ni saada ya dunia wal akhira, ni mapenzi na ridha za Allah subhanahu wa taala. Ndio ahadi za Uislamu. Leo sisi vipi? Na akida yetu, tunafuata nini? Tunapenda nini? Tunachukia nini? Na tunapopewa mitihani, tuko hali gani? Leo nacho, kesho ukikosa, utakuwa vipi? Leo na neema, kesho umeitukana neema ile ikakuondokea, utakuwa vipi? Kuna wale wanaosema tumeamini au tumemwamini Allah lakini imani yao haisadikishi na vitendo vyao. Wanaamini tu kwa mdomo na kwa kusema tu basi, lakini vitendo ni vitendo vya aina nyingine. Basi vipi mambo haya, ni maneno tu. man amana waamila saliha thumma ihtada, mwenye kuamini na kutenda vyema kisha kakaa sawa. Hii ndio imani ilivyosifiwa

Hiyo ahadi kaitoa kwa wacha Mungu. Basi akida yetu inatufunza tuwe wacha Mungu. Baada ya neema ya Uislamu, kushukuru uislamu wako na kuwa umezaliwa kwenye Uislamu ni kuwa uwe mcha Mungu. Mcha Mungu sio kwa nguo, lakini mcha Mungu kwa vitendo vyako na mcha Mungu kwa nafsi yako na mcha Mungu kwa akili yako. Ikiwa tutakuwa wacha Mungu, Anayemfahamu Allah subhanahu wataala inavyotakikana ndiye mcha Mungu. Si anayemjua tu, najua Allah yuko, najua Allah kaniumba, najua Allah ananiruzuku. La, najua kwa Allah nitarudi. La, haitoshi. Utarudi, unataka urudi vipi? Utarudi, unataka urudi wapi? Allah yuko radhi na wewe? Shule ulitulia darasani mpaka ukafanya mitihani na ukajua inakuja mitihani, huku kimbia huku ghaib, hukuwa absent siku ya mtihani, maana unajua utapewa maziro mpaka mwisho. Lakini ulikwenda madrasa, ulikwenda shule, na ukajua baada ya miezi fulani, baada ya muda fulani, mtapewa mtihani. Na siku ya mtihani ndio ulikwenda mapema zaidi, maana usikose karatasi yako. Huku kimbia ukafanya mitihani ndipo ulipofuzu na kupata shahada ingekuwa. Hukufanya mitihani, umepewa karatasi ukairudisha kama ilivyo mwalimu angesaha kitu gani? Angemak nini isipokuwa zero? Lakini ulifanya bidii, ulisoma, ukayafahamu, basi ukayaandika tena kwenye karatasi, ikawa ni rahisi kwa mwalimu kusaha karatasi yako na kukupa daraja zako, na ukapata shahada yako, ukapata kuendelea kwingine. Kwa hivyo ndio hivyo maisha pia tunayopitia. Uko unakimbilia vya haramu, tena unataraji kufuzu, unataraji kufurahi. Uko unakera watu, tena unataraji wakupende, tena unataraji wakusaidia. Haiwezekani. Mitihani yanatupa nguvu mitihani ukipitia ya Allah subhanahu wataala, ndio mwanzo wa kuinuka daraja, ndio mwanzo wa kufuzu. Maana anasema innama yuwafa sabiruna ajrahum bighairi hisab, waliosubiria walioyapitia. Kwa hivyo tuwe ni katika wale tuliyokubali mitihani na tupasi mitihani. Inatulea kama tutaikubali na inatupa nguvu na inatujenga, lakini ukikataa unajivunja wewe mwenyewe, siha yako na akili yako na mwili pia unakosa nguvu. Kama ulikuwa mbali na aqida, unarudi unatubu, unapopata mitihani. Ukiumwa tu unamkumbuka Allah, unasogea karibu. Ulikuwa labda huswali, Qurani huijui lakini kwa maradhi uliyopata unaogopa utakufa wewe. Unafikiri kiwa huumwi hufi? Labda. Kwa hivyo unasogea karibu na Allah, unamdhukuru mola wako saa yote. Qurani inakuwa hai, haiwahi kufanya mavumbi na sijada inakuwa haikai mpaka ikanuka jasho, lakini unasali na unafunga na unasoma na unafanya kila khairi sababu unapitia mtihani fulani au fulani Mwanamke aliyeolewa na mume wake na anastareheshwa, anasahau hata kumsujudia Mola wake, anasahau hata kutoa sadaka, anasahau hata kuamka alfajiri na kusali. Anamkumbatia bwana tu, lakini siku bwana akimkera, akimkimbia, akimfanyia visa, wa kwanza yeye ndo anaamka kiyamul lail. Wa kwanza yeye wakulia na kushika mashaf na kuzunguka nayo na kuisoma wa kwanza yeye wa kumdhukuru Allah na kutafuta madua makubwa makubwa apewe asome ili bwana arudi. Uhakadha mwanamume aliyekuwa amepewa neema ya mke mzuri, mke aliyokuwa mke mcha Mungu mwenye kufuata akida, lakini akamdharau na akaona si chochote a, ni uhodari wangu kumpata mwanamke kama huyo, akafanya anavyofanya na, na kumdharau, mpaka mambo yakiharibika, tena akababaika na kuhangaika na kuomba, na kubembeleza. Neema ulipokuwa nayo ulifikiri haitakuondokea ukifanyia vibaya. Allah subhanahu wa ta'ala anakupa, anataka uzidi kufanya mazuri akuzidishie, lakini wewe ukatukana neema ya Allah. Halafu tena ukipewa mtihani mdogo ukawende mwenye kulia kwa makelele, kila mmoja akakusikia kwa hivyo kama ulikuwa mbali na akida yako, ukipewa mtihani unatubu na unarudi haraka, lakini mambo yakikaa sawa je, utakuwa vipi? Utaendelea na uchamungu? Kama ulikuwa na imani kubwa, pia unapewa mitihani, kujaribiwa imani hii, maana ndivyo walivyokuwa manabii wote. Hawajamkosea Allah subhanahu wa ta'ala, hawajavunja amri, hawajakatea manhaj lakini walikuwa na imani kubwa na Allah pia aliwapa mitihani. Walipitia mitihani ya kila rangi ya kila size, na imani yao ilizidi kupanda juu. Allah subhanahu wa ta'ala anawajua sana waja wake, hatuwezi kumdanganya. Lakini tunaweza kudanganyana sisi kwa sisi, wale wanaojipoteza wenyewe, tena wakalia kwa kufanya mabaya kwa kushikilia yale wanayosema yanawapa raha, tena yakawgeuka, yakawapa karaha. Hebu tazama, ni ibtila unayopitia au ni nakama? Maana kuna mara nyingine ni nakama unapitia. Ulidhulumu watu, ulifanya mabaya, ulimshirikisha mola wako, halafu dharba ikakupiga, basi hiyo sio ibtila. Usije ukasema ni ibtila, jitizame maisha yako. Wewe unajua maisha yako na kila mmoja anajua maisha yake na anaoyafanya. Kama ulifanya dhulma na wewe sasa unapigwa upande mmoja. Lakini kama ni ibtila na kupitia ni majaribio Allah na kujaribu. Utasimama imara? Au utachoka utasema, mimi nasali sana, nafunga sana, nafanya khairati nyingi, na bado Mwenyezi Mungu anipa mitihani? Allah Subhanahu wa Ta'ala yuko radhi na wewe au ameghadhibika na wewe? Hapana, asiye kosa sote tunakosa, lakini je, tumerudi kwenye haki? Tumetubu taubatan nasuha? Basi cheki nafsi yako binadamu saa yote, maana nafsi hupotea, nafsi huharibika, nafsi hugeuka. Ndio maana Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema tuombe dua Allahuma ya mukalib alqulub thabit kalbi ala dinika wa ala taatik. Sa yote inabadilika hii nafsi, ikiona mabaya inafuata na ikiona mazuri pia inafuata, ikawa haijijui nafsi hii iko upande gani. Nafsi hupotea. Nasema manabii pia walipitia ibtila nyingi. Nabii Yunus pia nafsi yake kidogo aliondoka bila kuaga, bila kusema, bila kustaadhin kwa Allah Subhanahu wa taala, ndipo alipopewa mtihani ule. Na imani yako itazidi ikiwa utakaa kujicheki saa yote. Na manabii imani yao ilizidi, kila wakipewa mitihani walikuwa wanazidi kusogea kwa Allah, hawakulalamika na hata wajawema pia ndio wakabashiriwa aljanna, wakapewa daraja kubwa na bado wako duniani hawajafika huko, lakini wakapewa habari kuwa wamebashiriwa ni watu wa peponi. Mitihani au mtihani unaopitia hivi sasa, hata wakusanyike watu wote wanaokupenda, wakupendeao kheri, wakuondoshee mtihani huo, hawataweza hataweza kukusaidia kukuondoshea, wala uwe mwepesi, ila usogee kwa Allah. Na ikiwa hupitii lolote, hakuna wezae kukubandika lolote ila Allah atake. Ni Allah peke yake apende. Mgonjwa hupata dawa, ni kwa nguvu za Allah kujaalia iwe ni dawa yenye manufaa, lakini si kwa sababu dokta hodari, wala alikokwenda ni mahodari Wangapi wanahangaika dunia nzima, na wakarudi hawapati matibabu, na we hapo lipokaa hapo hapo ukapata dawa na maradhi yakaondoka. Tawfiq min Allah, mazito kukuondokea ni kwa nguvu za Allah subhanahu wataala, na mengi mengine tunayopitia. Usijitese kwa kufanya upendavyo binadamu, fuata manhaj, itafute aqida yako uijue vizuri Fuata manhaji rabbania ya kweli. Uislamu una manhaji yake, una njia zake, una mafunzo yake. Wengi walijaribu kuikataa manhaji rabbania, lakini ilikuwa khasara kubwa. Tangu mitume watumwe kuja kuleta hii risala ya tauhid wengi walikataa, lakini nini walipata isipokuwa hasara na mpaka leo kuna watu hawataki kufuata njia ya haki, lakini hali unawaona wanastarehe. La, ikiwa wanazunguka na kwenda na kurudi, hiyo sio starehe. Ni liki wanajitia ni upofu, wanajitia wa macho na wa moyo. Asiyefungamana na manhaji ya Allah, basi ajue amefungamana na manhaji ya shetani. wanaokaa karibu ya Allah na kufuata akida yao hupata saada, wala hawaogopi mitihani, huwa wako radhi, maana mitihani ni kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakwambia ikiwa wewe utakwenda college na utaomba hasa upewe mtihani na, na, na huogopi, wala hukasiriki. Leo nakasirika Allah akikujaribu. Wangapi wamefiwa na vipenzi vyao, lakini hawana subra dhiki imewazidi na kulia kila mara na kusema maneno ya kufru. Kwani umeanza kufiwa wewe? Umeanza kuondokewa wewe? Na Mwenyezi Mungu sikasema kullu nafsin dha'ikatul maut. Kwa hivyo ikiwa wewe umefiwa, na mwingine alifiwa zamani. Ikiwa wewe umefiwa na mmoja, mwingine amefiwa na wawili, na kumi na watatu, na sita. Kwa hivyo hawana subra, dhiki ikawazidi hal Allah subhanahu wataala akawadhulumu hawa wapenzi wako kwa kuwachukua? La, na hivyo pia wanapopitia mitihani mingine wanakuwa hivyo. Kwa hivyo tutapitia mitihani, lakini mitihani ya kutupa nguvu, sio kutuvunja nguvu, lakini ila tuikubali kwa moyo msafi, maadhali we hujamdhulumu mtu, maadhali hujakula haramu maadhali hujafanya dhambi yoyote, basi ukiwa unapitia jambo ujue ni mtihani kutoka kwa Allah. kuna maradhi ambayo ni ibtila na kuna maradhi ambayo ni nakama yanayoletwa kwa njia ya zina, basi yale ni nakama umekwenda kujitafutia, au labda mtu aku awe sababu amekuletea wewe, lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akwambia maradhi ni neema na anasema neema mbili zimesahauliwa, neema ya saha na neema ya faragh, na neema ya uzima, neema ya afya na neema ya ule wakati uliokuwa wewe hutakikani kuswali wala kusoma wala kufanya kazi. Jiulize unafanya nini, hali unajikurubisha kwa Allah kwa kufanya khairat, au unajikurubisha kwa ku sheitani kwa kufanya mambo ukasema, I'm killing time. Ni nafsi unaijua, time utaijua wapi? Kwani uliumba wewe time? Umeitengeneza wewe time? Umeileta wewe hata uijue la. Kwa hivyo, mitihani inatupa nguvu, mitihani haituvunji. Unakuwa strong ikiwa utaikubali, lakini unakuwa very weak ikiwa utaikataa. Utashindana nayo, utashindana vipi? na kuondosha huwezi. Tuikubali mitihani tunaopitia kwa moyo msafi, na tuzidishe khairat. Ikiwa mtihani ni wa maskini, basi kaa usubiri, useme alhamdulillah. Ikiwa mtihani wa maradhi, subiri, sema alhamdulillah. Nilikuwa na siha yangu, leo Mwenyezi Mungu ananijaribu. Na ikiwa ni mtihani wowote unaopitia Mshukuru Allah subhanahu wataala, na ukae utafute mema ufanye, usikae tu kitandani na kujinamia na kusikitika, itakufalia nini? Tumikia umma, utumikie ummati Muhammad sallallahu alaihi wasallam wasalam, ili mambo yako yakae sawa, na twajue, tutaondoka duniani, ili siku ukiondoka watu wakukumbuke kwa ule wema uliowafanyia mpaka dakika yako ya mwisho.